Jubilei ishirini ishirini na tano mahujaji wa matumaini halia yote pamoja, nani na mshukuru Mungu kwa zawadi ya mashemasi kumi na wawili. Askofu enducha Mungu alioapa daraja la usemasi, awashukuru wazazi walio wazaa kuharikisha imani, kuwalea na kuwaruhusu wafuate wito ambao Mungu amewazaadia ila nawapongeza wao wenyewe kwa hiyo hatua waliofikia. Sasa nitaomba niwaite mmoja mmoja kusudi wakabidhiwe shahada inayoshuhudia kwamba kweli wamepewa ushemasi halali.

wako wanne ambao wako hapa jimboni wanaendelea na ufungaji, na wanane wanaendelea na masomo seminarini. Wale wanaoendelea na masomo, wiki ijayo nadhani wanapaswa kurudi seminari, lakini wanaobaki hapa nyumbani

Shemasi Joseph Fuko anakwenda Kibangu <clears throat> na Shemasi Emmanuel Ibrahim Shabali atakuta ndani huko anaenda pamoja na nao, kuna mafrateli ambao wanaendelea na, na masa wakitungani, tunawabadilishia vituo. Frate roman Kuria huyu anakwenda mwongozo.

Uyo anaenda parokia -e Visiga Pita <JIN> kumbosha. Uyu anaenda kufete <musketen. inaudible> sambamba na ukukugawa majukumu. Naomba niwakumbushe kwamba Jumamosi ijayo ni siku ya hija ya kijimbo. Kwa kawaida tarehe kumi na tatu Januari huwa tunaadhimisha misa kuwakumbuka mashahidi wetu wa fungu. Sasa hilo litafanyika Jumamosi tarehe kumi. Sambamba <coughs> na hilo la mashahidi wa Pugu tutaadhimisha eh, siku ya kuhitimisha jubilei kuu. Kwa hiyo wanajimbo wote mnakaribishwa kuhitimisha safari yetu ya jubilei ya 2025 kina wasima bade, wafike kwa wingi na wafike mapema, ili watu wapate huduma ya kitubio na wahumiza wao wamefika kuanzia saa moja kamili. Huduma ya kitubio ni muhimu kwa sababu siku hiyo sambamba na kupokea karisi takatifu, kusali kwa nia za Baba Mtakatifu. Pia waamini watakaoshiriki hija wataombewa rehema kamili, na watangulizia maandalizi mema ushiriki mwema na wingi wa neema na baraka katika siku hii muhimu sana. Napenda pia kutangaza uzinduzi wa parokia mbili mpya. Tunazindua parokia ya Nyamkira. Parokia hii itaudumiwa na mapadri wa shirika la Resurrection. Shirika la ufufuko, na muomba mkuu wa shirika afike hapa achukue hati ya kuundwa parokia b Parokia ya pili, hiyo hiyo parokia ya Nyamtira inakuwa parokia ya mia moja sitini na mbili. Parokia ya mia moja sitini na tatu inakuwa ni parokia ya Yongwe toka parokia ya Chanika. Naomba parokia itahudumiwa na mapadri wasalesiani. Namuomba provinsio wa wasalesiani au mwakilishi wake wapeku tano na hizo nazo tutaona jinsi ya kujipanga nazo, awamu kwa awamu. Nawatakieni maadhimisho mema na kila laheri na baraka.